Halmashauri ya jiji hilo huenda ikashindwa kufikia malengo yaliyojiwekea ya kukusanya shilingi bilioni kumi nukta tatu katika mwaka huu wa fedha kufuatia kupata makusanyo hafifu kutoka kwa wananchi kupitia vyanzo vyake vya ndani. Hadi kufikia Desemba mwaka jana, halmashauri hiyo imekusanya asilimia ishirini na nne tu ya makadirio ya fedha, hivyo kuwa na wakati mgumu wa kuwahudumia wananchi. Kakuru Msimu ameandaa taarifa ifuatayo. Ishu kubwa ambayo sisi tumeona kama halmashauri kama changamoto ni mwitikio mdogo sana kwenye ulipaji wa kodi tozo, ushuru na ada mbalimbali mbali za serikali ambazo sisi ndio zinatuwezesha kuweza kukusanya mapato na mwisho wa siku kutoa huduma ambazo wananchi wanazitarajia. Kwa mujibu wa sensa kazi, ya watu na makazi ya mwaka elfu mbili na kumi na mbili jiji la Mbeya lina idadi ya watu wanaofikia laki nne kumi na sita elfu na sitini na tatu pengine miaka ya hivi karibuni idadi hiyo inaweza kuwa imeongezeka, lakini hata hivyo bado jukumu la kuwahudumia wananchi linabaki mikononi mwa serikali. Ili tutoe huduma tunahitaji fedha. Tumekadiria tume, tume kukusanya bilioni kumi point something. Maana maana yake sasa hata utekelezaji wetu tumeugawa kwenye kulingana na hiyo bajeti. Na nimesema kama sasa hivi tumekusanya asilimia ishirini na nne, tafasiri ya rahisi ni kwamba uwezo wetu wa kutoa huduma ni asilimia ishirini na nne pia. Dkt. Lazaro anaeleza kuwa kushuka kwa ukusanyaji wa mapato kunatokana na wananchi kukwepa jukumu lao, lakini sasa wamekuja na njia mbadala. Tulikuwa na changamoto sana kwenye masoko, lakini bahati nzuri tumeshakaa nao, tumeshaelekezana. SIDO walikuwa hawatoi ushuru, lakini kuanzia Jumatatu wameanza kutoa ushuru baada ya kuwa tumekaa nao na kuwaelewesha. Lakini pia hata wafanyabiashara wengine kutoa hata ada za leseni, wakati ni matakwa ya kisheria, mpaka msukumane kuliko maelezo hata hivyo upande wa wananchi nao wanatupia lawama halmashauri hiyo kwa kushindwa kuweka mikakati thabiti ya kukabiliana na jambo hilo, ikiwemo ujenzi na uboreshaji wa miundo mbinu. zungusha soko ine kule nini, lakini barabara yenyewe mbovu sana, imefikia hatua hata si wenyewe tunaacha kutoa hizo mia tano mia tano kwa sababu unatoa mia tano naingiliwa spea elfu tisini kwenye gari. Mwanzo tulikuwa natoa shilingi elfu tatu mara ya pili kwangu mimi wamekuja wanasema shilingi elfu tano bila taarifa yoyote mimi nimegoma kutoa ile hela kulingana na kwamba kwanza ugeni wao umekuja tofauti na mwanzo, tulikuwa tunatoa elfu tatu akaniambia elfu tano nikagoma kutoa kwa sababu hiyo. Mikakati hii mipya ya ukusanyaji wa mapato itafanikiwa na kufikia lengo lililokusudiwa endapo jiji litashirikia na kikamilifu na kutoa elimu kwa wananchi ili kila mmoja aweze kutoa mchango wake katika ujenzi wa taifa. Kakuru Msimba, Azam News, Mbeya, Mbeya.